Napenda nilikotokea, sawa. Nataka Buchosa ibadilike na mimi rafiki zangu huko Dar es Salaam, yeye nawaambia nendeni Buchosa kwetu mkajifunze sawa sawa, sawa. Kila nikiona kitu kizuri nawaletea na nyie mnaona kwa macho CCM oyee. Ikiwa tunaukaribia kabisa uh, ule msimu wa kuweza kupiga kula, lakini pia viongozi wengi kuweza kutia nia katika majimbo yao. Kila kiongozi amekuwa akitia nia katika jimbo lake na mambo mazito amekuwa yakifanyika. Sasa uh, tuko Buchosa, moja kati ya sehemu ambazo pia uh, Erick Shigongo ndio sehemu ambazo anaziongoza na ni mbunge wa jimbo la Buchosa. Amekuwa ni mtu ambaye kwa hapa Buchosa ni mbunge ambaye wanamfuatilia sana, na kutokana na yale mazuri ambayo anakuwa anayafanya, wamekuwa wakimpenda na kuweza kumwongelea zaidi. Amekuwa ni mtu ambaye pia amesema anaweza kuenda kuendelea katika eh, kuongoza Buchosa, lakini pia wananchi wameonyesha eh, nguvu kubwa sana kuweza kumsapoti, lakini kuwa naye bega kwa bega kwa kile ambacho amekwisha kukifanya, kwa sababu anafanya mazuri, ni mengi ni mengi sana. Sasa tulipata nafasi ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wananchi ambao wanapatikana katika eneo hili la Buchosa, kwa sababu wameweza kuongea mengi zaidi kutokana na kile ambacho wamekuwa wakifanyiwa na mbunge huyo. Moja likiwa ni kuweza kujengewa bana shule ambazo kipindi cha nyuma hazikuwepo lakini pia mwanamchi huyu ameweza kusifia sana kwamba hakukuwahi kutokea mbunge e, kama huyo. Sasa taarifa hii imeweza kuandaliwa na mwandishi wetu wa sawa sawa digital kutokea pale Buchosa, afamekae kwa jina la Askof Jovin ambaye ameweza kufika eneo hilo na kuweza kuzungumza na wananchi wa eneo hilo. Wananchi hao wamesemaje? Katika wabunge waliopita, Buchosa hii hajawahi kupita mbunge kama Shigongo, mbunge wenye vitendo kwa sababu gani nasema wenye vitendo? Anapozungumza kweli tunafanyaje, vinatendeka. Ametwambia anatuletea taza barabarani, na kweli zapo zimeonekana na kila mwananchi anashuhudia. Baadaye pale ametuambia anatujengea sekondari, amejenga na kweli sekondari imekamilika. Ndio maana nasema hivi katika wabunge wote wa Buchosa waliopita, hili jimbo hili, huyu ndo dokta yani, ndo injinia yani, tuseme hivi ni greda ya Buchosa hii Yaani, nampongeza sana na ninamwomba Mungu amzidishie maisha mema ya baraka na nampa tena miaka mitano mbele. Kwa kweli tunamshukuru sana mheshimiwa wetu mbunge, huu mradi ni mzuri sana. Umeweza kutuletea maendeleo kwenye jimbo letu Ngera sana mheshimiwa. Kwangu mimi ningepata nafasi ya kuongea na mheshimiwa, ningependa kumpongeza sana kwa maendeleo aliyotuletea. Buchosa yetu imebadilika sana kwa kiwango kikubwa ninamshukuru sana mheshimiwa.

huyo ni moja kati ya wananchi ambao pia wameweza kufurahishwa na kile ambacho kinakuwa eh, kinaendelea katika eh, jimbo la Buchosa ambapo watu wengi wameweza kutegemea kwamba Buchosa wanataka kuongozwa tena na eh, mbunge ambaye anafahamika kwa jina la Eric Shigongo. Lakini hatukuishia hapo tu. Tulifanya jitihada pia za kuweza kuwatafuta baadhi ya wananchi wengine mitaani, kwa sababu eh, inasemekana Eric Shigongo alikuwa amefunga taa ambazo zile za barabarani za kuweza kusaidia kuweza kufurahia zile taa ambazo zimekwisha kufunga. Akizungumza na mwandishi wetu kutokea pale Buchosa, alikuwa na haya ya kusema. Yani, natoa kongore kwa mheshimiwa mbunge Eric Shigongo James kwa, kwa yale mazuri anayotufanyia, yani yaendelee zaidi ya zaidi ya mara mia moja au elfu moja Lakini leo nimeshangaa, nimefika hapa, nimekuta tazi na waka, nimeshangaa sana mimi. Kumbe jamaa kweli ni bingwa, ni bingwa kabisa. Yani nimekunyoshea mkono, yani ni saluti a tena mitano bata. Mimi Shigongo nimeenda nyeunge pale shule ya msingi nyeunge, nikashangaa majengo mengi sana, hatimaye niliuliza nani anajenga. Wananchi wameweza kufurahi sana, wananchi wa Buchosa lakini, pia sisi kama sawa sawa digito, pia tumeweza kufurahishwa na the way mapokezi ambapo tuweza kupokelewa kutokea katika jimbo la Buchosa na wananchi wameweza kufurahi sana, na wakitegemea kwamba Erick Shigongo ataweza kulipata tena jimbo hili na kuweza kulitumikia eh, kwa miaka mitano mingine tena, ikiwa ni 2025 mpaka mwaka 2030, mara baada ya eh, mangamanga zote kuisha kwa siku kuchezea bodaboda zile nini fujo zikawa ni nyingi ni nyingi kabisa. Tazama watu wakiendelea kufurahia bwana uongozi wa Erick Shigongo. Endelea kutufuatia sisi kama sawasawa digital kwa habari nyingi zaidi. Asante.